Mefiki, mejisikia, eh, niko nyumbani. Mapokezi mazuri sana tangu tumefika, tangu kule kuona, mimi kwa kweli nime, nime relax nime relax sana. Nina, nina ratiba ya kuwahi Arusha mjini, lakini nimesema nitumie muda huo kuwashukuru watu wote. Mimi sina mengi sana. Mambo hapa ya kijiji yameongelewa vizuri na mwenyekiti wa kijiji mambo ya kata yameongelewa vizuri sana na mheshimiwa wangu Mheshimiwa Nanga kuhusu kata yetu ya Mswakini. <coughs> Nimekuja nimetembea kuzunguka wilaya yetu, nimezunguka wilaya yetu sehemu nyingi, na kama alivyosema mheshimiwa Duani, jimbo letu lina kata 20 lina vijiji 62. Kwa hiyo nimezunguka kama ambaye ndiyo nilikabidhiwa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, nimezunguka kwenda kuangalia na kwenda kuisemea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunakwenda kuisemea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye mwaka ambao tayari tuna mgombea wa urais bara, tayari tuna mgombea wa urais Zanzibar, tayari tuna mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi. Kwa hiyo wakati tunaongelea na tunaisemea ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, basi ni pamoja na tunasema kuwaombea kura mama Samia Suluhu Hassan, bila kumunya maneno. Mama Samia Suluhu Hassan nilisema jana ameingia kwenye uraisi yeye, yeah, akiwa makamu wa rais. Bahati mbaya tulikuwa tuliingia kwenye uchaguzi tukamchagua Rais Magufuli lakini akatokea mipango ya Mungu. Kwa hiyo mama Samia, kwa sababu alikuwa makamu wa rais, yeye ndo akachukua urais. Na ukichukua urais kibinadamu, kila mtu ana vipaumbele vyake. Hata wewe ungepata nafasi ya udiwani ya ubunge wote ule na utaingia utaa, na utashi wako na busara zako zinavyokutuma, utakuwa nawe na, na vipaumbele vyako kwa Mama Samia alikuta miradi mikubwa sana mikubwa sana ambayo inaendelea ya nchi hii, lakini Mama Samia hakuacha mradi hata umoja upotee. Kwa sababu nasema hivi, wakati tunakwenda kumwomba Mama Samia miradi yetu huku Monduli, bado tunaenda kuomba kwenye mfuko ule ule mdogo wa fedha za walipa kodi za Watanzania lakini bado Mama Samia Suluhu Hassan kwanza alifanikisha kumalizia mradi wa treni ya umeme kuelekea Dodoma, ambayo imefanikiwa na inafanya kazi kubwa na kazi nzuri sana ya kati ya Dodoma Dar es Salaam. Ni mradi ambao ulikuwa ni wa mabilioni na matrilioni ya fedha na uliachwa kabla ujakamilika, lakini umekamilika na umetatua tatizo kubwa sana kwa wasafiri ambao wanatoka Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma. Lakini kuna mradi wa kufua umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere, ni mradi ule ulikuwa matrilioni ya pesa, ambao vile vile angeweza kuamua vipaumbele tofauti. Kwa hiyo fedha ambayo bado tukua tunakusanya kila mwezi, bado aliamua fedha zile ziende kwenye kufua bwawa la umeme, na ambapo kwa sasa hivi tunajitosheleza kiumeme vizuri sana nchi nzima. Tunamshukuru sana Mmasamia, lakini vile vile kulikuwa na daraja kule Busisi, kule Kanda Ziwa na Lolokea kwenye visiwa vya Ukerewe. Nao likuwa daraja la mabilioni ya pesa, mabilioni mengi makubwa ya pesa, lakini Mmasamia aliweza akamalizia daraja lile, na bado na sisi kama Watanzania tukaendelea na maisha yetu na vipaumbele vyetu vikaendelea lakini kubwa wakati ule anaingia kulikuwa kuna changamoto kubwa ya Covid. Changamoto ile nchi ilikuwa imefungwa, dunia imefungika. Tulipata fedha nyingi za msaada, na nchi zote nyingine walipokea zile fedha kwa ajili ya kununua barakoa na vitu vingine, lakini Mama Samia alisema sitaki masharti kwenye fedha zile. Akasema fedha hizi, nafahamu vipaumbele vya watanzania wangu vipaumbele hivyo ni kuwajengea watoto wetu madarasa Madarasa yamejengwa nchi nzima. Madarasa yamejengwa nchi nzima. Kwa hiyo kwa kweli tuna kila sababu za haraka haraka za kitaifa za kuangalia pale ambako Mama Samia ametoka akachukua wadhifa huo wa uraisi na maamuzi yale makubwa magumu aliyowafanya ya kuibeba nchi yetu kwenye kipindi kigumu mpaka kufikia saa hii, kwa hiyo kwa kweli, wanasema Mama Samia tunatamba naye akwetu na tuna tamba naye mm. mm. Kila sehemu, kila saa. Ripoti ya injinia ni kwamba mradi uko asilimia 62 mpaka sasa, kwa sababu tenki linajengwa na tumeliona tenki pale shuleni na tumesubiria sasa kuweka pampu ya maji na bomba za kusambaza maji kutokea kwenye tenki lile na akatuambia kwamba yanahitajika shilingi milioni mia tatu na thelathini na tatu. Kumalizi, kumalizia kazi ile. Lakini wakati tuko pale mheshimiwa diwani kidogo akasema haamini kama asilimia sitini na mbili imefanyika. Lakini mtaalamu alituridhisha kwamba kazi kubwa ya kulaza mabomba zaidi ya kilomita kumi imefanyika kwa hiyo kazi ile inayokuja ya milioni mia tatu na thelathini na tatu, inakuja kwenye kusambaza kwenye program ya kusambaza maji yale na kazi ya pampu na vingine. Kwa hiyo, nimesema nilibebe hili, nimesema nilibebe. Nilibebe hili. Nilikuwa namwambia Mheshimiwa diwani, nilikuwa na wasiana Waziri Aweso kwa sababu wiki iliyopita tulikuwa kule Mundulijuu Imorijo kwenye kitongoji pale kwenye kata yetu ya Imerete kwenye kijiji cha Imerete ambako kulikuwa tunafungua mradi wa maji, lakini wakati namkumbushia Mheshimiwa Waziri Aweso miradi yetu ya maji ambayo bado kulikuwa kuna fedha zijatoka akaniahidi kwamba anakuja kwenye ziara Monduli na tunakuja kusimamia haya. Naomba niwaambie wana Mswakini, kwamba kwenye moja kubwa ambalo nitalibeba kwenye hili la maji ya kwenda Mswakini kwenye hili la maji la kwenda Mswakini, naomba nikuambie, ni kuahidi mheshimiwa diwani, ni kuahidi viongozi wenzangu kwamba hili nitalibeba. Nitalibeba kwa sababu nyingi, talibeba kwa kweli. Tumefika kwenye shule ya sekondari fika kwenye shule ya sekondari tukawasalimia watoto na tukapata historia ya watoto. Watoto wale wanakwenda kuchota maji wanasema kilomita tatu kwenda kilomita tatu kurudi, wanafanya hivyo kila siku, hasa wale ni watoto wa form 1 wa form 2. Hata ukiwaangalia umri wao, kwamba yule mtoto atembee kilomita zile, alafu bado tunamtaka aje darasani amsikilize mwalimu, alafu bado tunategemea kwenye matokeo aweze kufanya vizuri kwa kweli tunakuwa watu watendee haki, kwa sababu tunasema elimu ni haki yao ya msingi, ni haki yao ya msingi. Sisi kama wazazi, sisi kama viongozi, ni haki kwanza wapate elimu kwenye mazingira bora, kwanza wapate elimu kwenye mazingira bora. Mheshimiwa Nangan amesema kuhusu ile shule, ile shule ni ukweli, na hapa lazima nimpe pongezi zake sana Mheshimiwa diwani mzee Nanga.